Hizi ndizo sifa kumi ambazo Mungu anapenda kusifiwa. Kama utapata nafasi ya kuingia katika maombi, ibada za usiku na kutaka kutafuta maneno mazuri kwa ajili ya kumwomba Mungu kama dhabihu ya maneno, dhabihu ya sauti na kumsifu Mungu ili akupatie kile unachoomba katika maisha yako, basi hapa nimekuletea maneno mazuri ya kumwambia Mungu ili apate kufurahi. Sema e, hey, Bwana Mungu wa milele, wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho wa vyote vilivyomo kabla ya mwanzo wa dunia wewe ulikuwepo, na mwisho wa yote utabaki. Kwa Mungu mkuu usiyebadilika, wewe ndiye uliumba kwa hekima yako, ukapuliza pumzi ya uhai ndani yetu, na kwa mkono wako imara ukaunda ulimwengu wote. Hakuna mwanzo ulioanza bila wewe, wala hakuna mwisho utakaojulikana bila mamlaka yako. Wewe unaanza safari za wanadamu na wewe pia unazikamilisha kwa neema yako. Ee Mungu, katika wewe hakuna kubadilika, hakuna kivuli cha kugeuka maneno yako ni ya milele na hadi zako hazina dosari. Hakuna aliye kama wewe, Bwana wa majeshi. Wafalme wanakuja na kupita, tawala zinainuka na kuanguka, lakini enzi yako inadumu milele. Ukuu wako haupimiki, hekima yako haiwezi kufikika, na upendo wako hauwezi kuelezeka kwa maneno ya kibinadamu. Wewe ni mwanzo wa tumaini letu na mwisho wa hofu zetu. Wewe ndiye unayetutangulia na kutuonyesha njia, na wewe ndiye unayetufunika hadi mwisho. Tunakuinua, Alfa na Omega kwa maana hakuna mwingine anayeweza kulinganishwa na wewe. Utukufu, heshima na nguvu vinakuhusu wewe, wa milele. Sema, ee Bwana, mwokozi na mlinzi wa milele, wewe unastahili utukufu wote, heshima na nguvu milele. Hakuna kiumbe chochote kilicho katika mbingu au dunia chenye uwezo wa kutoa heshima kama inavyopaswa kwa wewe. Utukufu wako hawezi kupimika. Kila nyota, kila mto, kila upepo vinavyokuzunguka vinakuheshimu. Nguvu zako hazina kipimo na huna mshindani. Wafalme wanakuogopa, vichwa vinapinda mbele ya enzi yako, na kila mpango wa giza unavunjwa kwa neema ya mkono wako. Heshima na utukufu wako havina mwisho. Unainuliwa juu ya kila kitu, juu ya maisha na kifo, juu ya nyota na anga. Bwana, tunakushukuru kwa nguvu yako inayoshikilia dunia, heshima unaoipokea kutoka kwa viumbe vyote, na kwa utukufu wako unaoshangaza malaika. Tunakuinua, tunakuabudu na tunatangaza mbele ya kila kiumbe Hakuna kama wewe, hakika wewe unastahili sifa, heshima na utukufu wa milele. Sema ee Bwana wa milele, tunakuinua kwa jina lako kuu, jina lenye nguvu isiyofananika, ambalo linapoinuliwa linakimbiza giza lolote. Jina lako ni kuu juu ya majina yote. Hakuna aliye duni au wa kawaida anayefanana na neema, mamlaka na heshima inayopatikana katika jina lako. Bwana, tunatamka jina lako kwa imani, pepo za giza hazina nafasi kila hila ya shetani huanguka, kila wivu na ukatili huondoka. Nguvu zako zinazunguka juu ya ulimwengu wote, na kila kiumbe kinakumbuka utukufu wako. Jina lako linafanya moyo wetu utulie, linatoa amani isiyo na kifani, na linatufanya tusimame thabiti dhidi ya majaribu. Hakuna giza lolote wala kizuizi cha maisha kinachoweza kushinda pale jina lako linapoinuliwa. Tunakutambua Bwana kwamba hili si jina la kawaida, bali jina lenye uzima, nguvu na uhuru wa milele. Tunakushukuru tunakuabudu, tunatangaza mbele ya dunia jina lako e, eh, Bwana, linapoinuliwa giza linakimbia.